Mazingira Dr Kalua Green ametuzwa na rais Ruto kama shujaa kwa juhudi zake za kutunza mazingira. Kati ya mamia ya Wakenya waliotuzwa hapo jana, Kalua alipewa sifa kwa kutajwa miongoni mwa mashujaa wakuu nchini kwa mradi wake wa plant your age number of trees even as we plant many is 80 trees is 80 trees on behalf of Raila Odinga.

Mtazamaji, mi nipate fursa studioni ya kupumua kidogo, kabla ya kurejea na taarifa zilizosalia, ikiwa ni majira ya saa saba na dakika 25, kulingana na kronomita yangu.